Swali la pili na hili linatokana na pongezi, kwa sababu mara nyingi wakitokea watu kwenye mitandao, hata juzi ulisuluhisha mgogoro mmoja wa mama mmoja wa nyumba <clears throat> wakina mama wakilia, unakwenda haraka, unakwenda. kuna mwananchi wako mmoja kwenye mitandao ya kijamii alitajwa kutekwa, kwa sababu mmezungumza swala la kuteka hapa. Mwananchi wako mmoja anaitwa Polepole, na mama yake alilia kidogo. Nataka kufahamu umeenda kumtembelea, na mwananchi wako mpaka sasa una taarifa zake? Lakini pia nimeuliza swali hapa kwamba unafahamu kijana wetu Polepole alipo, na labda tumefanya nini tumshauri labda kwenda kumtembelea yule mama. Yeah, in fact, mimi kama mkuu wa mkoa katika matatizo ndani ya mkoa yako mengi sana yani huwezi kukwenda, yani you can't foot everywhere and let your legs wet katika kukwenda kila mahali, wewe unakwenda tu kila mahali, hiyo sasa itakuwa sio administration, sio utawala huu. Lakini ukweli ni kwamba Polepole alikuwa balozi. Mimi kama mkuu wa mkoa sielewi alijiuzulu akiwa nchi gani, na mimi kama mkuu wa mkoa hakuna sheria yote inayosema ukitoka kwa balozi uje uripoti kwa mkuu wa mkoa sasa kwa ajili ya usalama wako. Sina hizo hizo, hizo profile wewe mzangu, ulivyokuwa nasikia kwamba Polepole yuko si wapi, na mimi niko nasikia hivyo hivyo na mmekuja kusikia kwamba sasa Polepole sio amechukuliwa. Na mimi nasikia tena vile vile kwa kumbe ilikuwa Dar es Salaam, mtu mmoja ananionyesha kwa kamera kamoja, akasema alikuwa anasema hapa ni wapi, lakini wakiangalia wanasema hapa si pale kwenye ile sanamu ile, si ndio? Lakini akasema sawa, sasa kwenye sanamu, inawezekana ikawa ni picha iliyopigwa leo, iliyopigwa jana. So generally ni kwamba sina connection yoyote nayoweza kuifafanua sana kuhusu maisha ya ndugu yangu Humphrey Polepole, lakini kikubwa na mimi nimekuwa mfuatiliaji toka kwenye YouTube alichokieleza. Kuna siku amenitaja pale, na ngoja ni cheki na mimi kwenye YouTube, nikaona tu huku huku kote, hakuna kitu kinachokuonyesha hata kibao tu, kwamba hapo ni wapi. Hamna basi linalonihusu na mimi nikalichukua, na mimi nikaendelea kulifanyia kazi. Basi, kwa hiyo majibu yaliyotolewa na jeshi la polisi kuhusiana na mambo yote haya na uhusiana haya, basi tuwape muda kama ambavyo wameahidi, katika masuala ya kiuchunguzi kujua alikuwepo nyumba gani kama ambavyo imetamkwa na vitu vingine vya namna hiyo. Sisemi kwamba jeshi la polisi limepuuza. Jeshi la polisi, jeshi la polisi ni wavumilivu, wataendelea kufanyia kazi na kama nilivyosema, upelelezi wa jambo lote anaweza kupeleza jambo lililoibiwa kwa kwa au vitu vilivyovunjwa, tunavipata kwa sababu ya footage ya mtu aliyefunga kamera Why about ambaye akufunga kamera? go! Goli, tunaanza kubishana. Hata kwenye mpira. Zamani mnakumbuka, tulikuwa tunajipigia pigia tunajibutulia tu. Anawaza goli. Lakini leo imekuja imekuja kitu kinaitwa VAR. Watu wanakwenda ndani wanasikilizia, wanaiangalia, wanasema mpira katikati ni goli. Hiyo ni teknolojia. Teknolojia ni jambo la muhimu katika kusaidia uchunguzi na upelelezi wa jambo lolote. Technology, time, audience, context, environment, vyote kwa pamoja ni vitu ambavyo vinaweza vikasaidia na la vikarahisisha, lakini plus plus human capital pia ulionayo, vyote hivi vitu kwenye combination, vyote hivi vinasaidia ili kupata jambo ambalo